Kwa ajili ya matendo makuu ya Mungu waliofanya kamefananiai Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu sana, amenitendea makuu, ametupatia mtoto wa kike. Bwana Yesu asifiwe.

Haleluya, Mungu akubariki, akubariki sana, na tutaendelea. Mungu mwema, familia tunaingeaufamilia lingine tumeanza kuongezeka, haleluya jambo. Mshukuru Mungu sana. Kuhusiana na vyombo, kuna mtu mmoja juzi nilimsema, nimeona kwaya kaaana kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa, nimechoka. Nikamwambia hivi, usio mbaya, usio mjinga, usi moyo wako ulipo ulipo, hazina yako, hazina yako ulipo ndipo moyo wako, uko hapo, unaniona mimi. Kila siku ninaye kwa Mungu, kama naitajika kwa ibada ninawahi mapema. Kwa kupitia ile kazi, Mungu amefanya makubwa sana katika maisha yangu. Jina la Baba libarikiwe zangu kama Mungu amekupa kitu cha kukifanya ndani ya kanisa kifanye kwa uaminifu. Amen, jina la Mungu barikiwe. Amen. Kama Mungu amekupa kipawa cha kuimba, imba kwa uaminifu. Kama ni kuhubiri, kwa uaminifu. Kama ni kudeki, kwa uaminifu. Jina la Mungu barikiwe. Sema mwanangu, wewe ni sahihi hapa alipo ndipo hapa. Pigie Bwana makofi. mwezi wa kumi na mbili sio kwamba tukaonana tukaonana. Jina la Bwana barikiwe, amen. Lakini kwa mwaka huu sitasimama tena kumshuhudia Mungu, kwa hiyo yafanya natamani kuondoka sasa

Sisi tuko, tuko nani wanaume wanne wadada wanne, ila mama hapo alipojipata mtoto wa kwanza, alipata mtoto wa kike ambaye neko Sofia, akajifungua mtoto wa kike wa kwanza. Baadaye akaja akapata mtoto wa kike wa pili ambaye nekae. Baadaye akapata tena ujauzito mwingine, lakini taatipa na hiki kitu kuna siku niliweza kumwelezea, ikawa bahati mbaya. Mimi kona, inawezekana kwa mpango wa Mungu

mi nikaona sio shida. Mwaka elfu mbili na moja nikaingia kwenye mambo ya biashara, nikawa natumia nenda na nada mpaka sana, nafanya biashara ya kuuza maindi, kuku na mbuzi, nikawa nacikama dumia mkaa kwao, nikawa nafanya biashara nasaidia familia yangu. Kwa hiyo majukumu ya kulea familia nilianza mapema sana, nikuwa bado mdogo, nafanya biashara nasaidia familia yangu.

mwingine baadaye, nikaendelea nikapata nafasi ya polisi, lakini mimi moyo wangu unapenda jeshi sana, nilikuwa unapenda jeshi. Nikasema kwa sababu nafasi ya polisi, kazi ya polisi, nikaambia hapana. Kuna mtu alitoka kwa mkoa wilaya, akanipigania nafasi ya nani? nafasi ya askari polisi. Nikasema hapana, mimi nimechukua mafunzo ya jeshi, na mimi ninapenda jeshi polisi hapana, bora mfanye mambo mengine kama sio na ka kuna nafasi ya jeshi, lakini nikapambana mpaka wakati na nyoyo yangu moshi kama Magufuli ameingia alichukua urais wale Magufuli, nikasema Mungu niendelee kupambana. Sio, kuna bwana mmoja ni askari wa jeshi alipopanda na nilii ana staff, mwaka hiyo elfu mbili na mbili alikuwa na staff, akaniambia, kijana, nitakufanyia mpango wa jeshi. Basi akaanza kufanya process za jeshi, lakini kwa bahati mbaya akapata ajabu ya pande ya jeshi na kufikiri pale, alikuwa anaendesha kupiga hapo hapo, alipoteza maisha. Nikasema labda basi, inawezekana Mungu aje nipangie na kupata kwa jeshi, inawezekana sio mpango mpango wa Mungu. Nikasema acha nifanye mambo mengine, lakini shule. Baada ya kutoka na nilipomaliza na nilishule msingi, nilienda sekondari, sekondari high school

na mbili nilienda form 1 lakini nikachukua wote yani, niliopa wa kwanza pale form 1, nilichukua nafasi ya kwanza kwa hiyo hapo nilishangaa Mungu sana, lakini nikaendelea kusoma pale mpaka kidato cha 3 form 3 nikasoma. Baada ya kusoma, tukaanza tunarudishwa hapa. Baba, nitaongea kabla kidogo kusoma kusudi kidogo, ili watu waweze kufunzwa kidogo, mako tunaoje kipitapo Baada ya kufika kidato cha tatu tuka tunarudishwa shule. Nikirudishwa mimi nilikuwa naenda uwanja wa ndege kule airport. Nazunguka kule. Ukifika muda wa muda wa saa nne naingia darasani. Kwa hiyo nilikuwa nasoma hivi kwa ujanja ujanja, lakini nikafika wakati, nikasema kwa nini niendelee kuwa mtumwa? Shida hii ya kusoma kwa ujanja ujanja itaendelea nayo mpaka lini? Basi nikwambia wazazi wangu, imetosha Naomba nishie hapa na kufanya mambo mengine. Baada ya kuondoka hapo, nikaingia mtaani mtaani, nikaenda kwenye kazi, kujifunza kazi, kujifunza kazi, tukaingia site kufanya kazi za site, tukakutana na kusieni mama na ana mal tunafanyan kazi kemzewasaa. Baada ya tukakutana na nani, ndio jomanoa tunafanya kazi za site. nafanya kazi za site ndugu zangu, site nakula na nanii, nachukua chai kikombe kimoja na nimeona chakula kimoja asubuhi na, na, kapa, na ia. No, ni asubuhi nikiwa chai kwa kitu kimoja na chakula kimoja mchana, napata kazi mchana, nikipenda kama nasema hiyo ni aende ni mbona mbali kwa wazazi wangu, ili tunue hata unga, tunakula na mleta mtafu chakula kinapikwa, tunakula na wazazi wangu na ndugu zangu na watoto wa dada zangu. Kesho tena asubuhi kupita saa 12 niingia site Baadaye Mungu akanisaidia nikapusha ndugu zangu, nikasema nitawasomesha kwa baye atafaulu kwa akili yake nitampeleka chuo. Nilisema kwa njia yoyote nitampeleka chuo. Ndugu zangu wote nikasomesha mpaka form 4. Watoto wa dada zangu nao nitampeleka form 4. Hivi ninavyowaambia mwaka na mtoto wa ndugu wangu ambaye yuko Moshi amefaulu chuo cha Mwalimu Nyerere na islamu

ni kwamba walimu nikwambia, wewe utapeleka mbali sana, itakuwa ni mbaya kwa sababu mwanafunzi mdogo, mambo ya barabara haitapendeza, acha abaki hapa. Lakini yuko kijana shule, yuko na sekondari mwingine, yuko na Islamu tayari, anaendelea na masomo. Lakini sijachoka, sijachoka, malizia, malizia. Sasa bado kwa wazee wangu, nikisema kwa nini wazee wazee wangu waishi katika mazingira haya, wakatoa viwango wa masomo, kwa nini waishi wa Nikasema lazima nipambane, niingize roho ndani ya nyumba. Mimi niliweka umeme kwa wazazi wangu na nikafuta maji, na mwaka uja kusema kwa nini nyumba iendelee kuwa wazi. Nikawa natamani nyumba ambayo niifiche, ni, ni, ni, ni, ifai kwenye uzuu, ifai kwenye uzio ili hata watu vakaukua nejeniwekaa wazi sana, inakukwa ipendezi watu ndie matasok lakini nikapambana nimetia fesi mirambo gate na nimeweka na vyoo ikabadilisha, nikaweka vyote ya kisasa ya nje na rangi nilipiga mwenyewe kwa sababu ni fiti, na wakati huo nikasema wazazi wangu wasipate shida, nikasema isipate shida, lazima wangalikanafaagara mambo yanavyoendelea ya kiserikali waangalie, nikanunua TV mbili

kwenye imani. Mimi ni mfupi kwenye imani. Mimi nikipiga goti ninamwomba Mungu. Mungu, naomba mkubariki mke wako. Naomba ubidi ukijanie na mtoto wangu Junior ambaye yuko tumboni na mweka mikono. Mungu, naomba mpigania utete aweze kuishi vizuri. Hata pezaliwa za salama. Mimi niko na shada life. Na shada life kwa Mungu wangu. Na